yingi maana maji nineema li naftinahum fihi, ili tupate kuwafanyia mtihani kwa neema hizo. Neema zote tulizonaza nazo hizi mtihani. Mwenyezimungu natuangalia, vizuri tutasema nini? Tutafanya nini? Tutazitumia vipi? Tutakuwa na jeuri gani, au unyonge gani, utuifu gani, unyenyekevu gani kwa neema hizi wa man yu'rid an dhikri rabbihi, na yoyote mwenye kudharau akapuuza maonyo na mawaidha ya Mola wake, yaani Qur'an al-Karim, Mwenyezi Mungu ameweka ahadi nyingine vile vile, yaslukhu, atamsukuma yeye adhaban saada, kwenye adhabu zenye kuongezeka juu kila wakati, kama tunavyojiona hivi, kila siku tunaongezewa adhabu zaidi na wala hatujui baada ya miaka miwili mitatu minne mitano mpaka kumi, hatujui tutakuwa na dhiki gani katika maisha. Hivi sasa taabani kila mmoja chakula chake kutwa yake inakwenda kwa kubak, bakhti nasibu kwa kubahatisha, na ilhali Mwenyezi Mungu alipomuweka Adam pahala pakumuweka alimwambia, inna laka anla tajua fiha wala tara wala tadhmau fiha wala tadhha, wewe la tajua hutopata njaa, pahala hapa si kazi yako rizki wala taara, wala hutokwenda utupu. wala tadhmau fiha, na wala hutopata kiu. wala tadhha, wala hutochoka kwa tabu yoyote, na kuweka pahala, mimi mwenyewe nimejiwajibisha kukuendesha kwa kila hali, lakini kwa matokeo yaliyotokezea ilibidi waambiwe teremkeni, na pamoja kuambiwa ihbitu minha jamian, pamoja na hayo wanafatishiwa na maneno mengine, fa imma yatiannakum minni hudan sikufukuzeni moja kwa moja hivyo, endapo utakufikieni kutoka kwangu uongofu, faman ittabaa hudaya, atakayekubali kufuata uongofu wangu, fala yadhillu, hatopotoka huyo, wala yashka, wala hatoingia mashakani kama atakubali kufuata uongofu wangu. Lakini kinyume chake ahadi nyingine inatoa vile vile, wa man aradha an dhikri na mwenye kupuuza maonyo yangu, fa inna lahu maishatan danka, hakika yeye atakuwa na maisha ya dhiki, wa nahshuruhu yauma alqiyamati a'ma, na tutamfufua siku ya kiyama akiwa hana macho ya kuonea Qala rabbi, atasikitika aseme mola wangu, lima hashartani, ama mbona mimi umenifufua kipofu, wa kad kuntu basira, na ilhali nilikuwa nikiona. Qala, mola wake atamjibu, amwambie wa kadhalika, nitakuwacha hivyo hivyo, kwa sababu na wewe, nawe ulikuwa nunda, umesahau tu, atatka ayatuna, zilikujia aya zetu wewe pale, sema maneno namna kwa namna duniani fanasitaha ukajitia kuzidharau na kuzipuuza. Maana sahau ya hapa ni kupuuza, kwani kusahau tumesema ya kwamba ni dharura anayoikubali Mwenyezi Mungu kusahau lakini ya hapa ni, ni kupuuza hasa. wakadhalika lyauma na vile vile na wewe siku ya leo tumsa unapuuzwa, tunafanya kama hatujui, kama motoni kuna viumbe wanateketea, hata habari hatuna wakadhalika lyauma tonsa, wa kadhalika najzi man asrafa walam yumin biayati rabih, na hivi ndivyo tutavyoendelea kumlipa yoyote aliyefanya fujo katika ardhi hii. Asrafa, kapindukia mpaka katika maovu, walam yumin biayati rabbihi, na akawa hakuamini aya za mula wake, na huko kiama atakapokuja huko, wala adhabu lakhirati ashaddu wa abqa, na adhabu za akhira ni ngumu zaidi, tena zenye kubakia milele. Inna hilla mashakilina, hakika ufunguzi wa mushkili wetu unapatikana katika hayo. Walau anna ahla alqura amanu, vile vile watu wa miji kama waliamini, watahau na wakamcha Mwenyezi Mungu, la fatahna alaihim. Huyo ni nani huyo mwenye kuzungumza hayo? huyo ni Mwenyezi Mungu. Na hicho ni kitabu gani hicho? Hicho ni kitabu chako Muislamu cha Qurani al-Karim. Aya zake ndo zinasema hivyo vipi? Walau anna ahla lqura amanu, yalaiti kama watu wa miji waliamini. Alasna mu'minina, je, sisi hatukuwa ni waumini? Sisi ni waumini, lakini je, tuko katika ile imani ambayo Mwenyezi Mungu anaihesabu kuwa ni imani? Hapo ndipo tulipokula hasara, hapo hatuko pala, hapo kwa sababu hadi ya Mwenyezi Mungu haikutimia, mambo yamekwenda ndivyo sivyo. Anasema wattakau, na kama ungemcha, basi la fatahna alaihim, sisi tuna apa ya kwamba tungewafungulia ya juu yao, barakatin baraka nyingi, min assamai, kuanzia mbinguni, walardhi, ardhini vile vile. Je, ziko wapi baraka zilizofunguliwa kwetu? Haizidi tunakwenda mbio mpaka kwa maji ya kunywa kwetu, imekuwa ni mzigo sasa, mpaka maji unahangaika masafa marefu, na mwingine asiyeweza kuhangaika, lile dramu la manjano lenye kukaa mafuta ya ok, analinunua kila siku dramu moja, pengine mia shilingi au zaidi ya hapo. Hebu nambie, mwanadamu na matumizi ya maji, atanunua madramu yale mangapi ili yamtoshe nyumba yake kubwa, ndani yake mnatotoa changa mwezi wa Ramadhani kama huu? Hebu nambie, maji na mwanadamu utanunua vipi?

Aya moja kama inakataliwa kufatwa kwenye Qurani, tayari huko ni kukadhibisha Mwenyezi Mungu anavyotaka. Udkhulu fi silmi kafa, ingieni kwenye uislamu wote. Wala tattabiu khutuwati shaitan, na wala msifate nyayo za shaitani. Innahu lakum aduwwun mubin, hakika yeye kwenu adui aliye wazi kabisa. Msiamini baadhi ya aya mkaona, hapa hii ya kuswali sala tano hii tunaikubali, hi funga Ramadhani tunaikubali, lakini mengine mkayaweka nyuma ya migongo.

Wama llahu bighafilin, na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika amma taamaluna, kwa yote mnaoyafanya nyinyi viumbe. Sasa Mwenyezi Mungu anatupa habari ya Musa namna gani kampitisha pitisha, mpaka akalelewa na nyumba ya Firauni, ikawa sasa Firauni anatoa mwenyewe mali yake kumwendesha mtoto huyo na mama yake pamoja, aliyeamba kamchukue mama yako ili mtoto aliposema, jamani, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihuna. Basi palisema kwaambiwa, mpelekee, chukueni achukua askari, fataneni na mtoto huyu, kamchukueni huyo bibi yenyewe. Usijiulize na ukashangaa, yamekuwaje mambo haya. Huyu alikuwa akichinja, na sasa amri anaitoa mwenyewe. Hivi ndivyo utavyoona katika maisha yako duniani, hivi ndivyo utavyoona

Na wakati nabii Musa alipofikia katika kuwa na nguvu, kalelewa katika nyumba ya Firauni, anafanya atakavyo. Atake nini? Mtoto kipenzi cha watu, atake nini anyimwe? Na atawahi kwa kutamka chochote, kwa mataka zawadi vitu vyote vinaandaliwa kwa ajili yake, imekuwa ni mtoto aina nyingine kabisa. Ndo mwenyezi Mungu, hivi ndivyo alivyo. Huyu tunamwabudu, huyu tukamtamkia takbira za kuhirimia katika swala. Sisi Waislamu tumebahatika kuabudia mungu wa namna gani? Huyu ndio mungu wenyewe. Ama wale wanaokwenda kwenye mibuyu, wakahangaika kwa tabu na mashaka, kupiga misumari kwenye mibuyu, kila siku msumari